Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili ulioanza Mei 16 hadi 22, 2025 unaokwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali katika mikoa 16 ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar linaendelea vyema. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacob Mwambegele amebainisha hayo leo Mei 18 wakati wa ziara yake kukagua mwenendo wa zoezi hilo la uboreshaji na uwekaji wazi wa daftari la awali katika halmashauri za wilaya ya Bagamoyo na Chalinze mkoani Pwani. Unaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura na sasa tuko kwenye awamu ya pili na huu ni mzunguko wa pili. Leo siku ya tatu, mimi nimetembelea kukagua e, vituo vya jimbo la Bagamoyo na jimbo la Chalinzi na vivyo hivyo wenzangu wamesambaa mikoa mingine. E, zoezi hili la, la, la, la awamu ya pili na mzunguko wa pili linahusisha mikoa kumi na sita mikoa kumi na moja ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Tanzania Zanzibar. Wenzangu pia wamenitaarifu kwamba zoezi huko linaendelea vizuri na watu wana wito wa e, kujitokeza kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha. Sambamba na zoezi hili e, wananchi wanahakiki e, daftari la awali ambalo limebandikwa katika kila kituo. Nimeona wananchi pia wana mak watu ambao wanaona kwamba hawastahili kuwepo kwenye daftari la la kudumu la mpiga kura kwa sababu labda wamefariki. Viongozi wa sehemu hizo wanafanya kazi nzuri kwa maana ya kwamba wale ambao hawasali kuwemo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kupitia kwenye daftari la awali lililobandikwa kwenye eh, kwenye kila, kila, kila kituo wanafanya ku identify na kutoa taarifa ipasavyo. Sehemu zote hizo nimekuta wananchi wame Aidha, mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji Mwambegele, amewasihi wananchi wenye sifa na ambao hawakupata fursa ya kuandikishwa awamu ya kwanza ya uboreshaji kujitokeza ili wasipoteze haki yao ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Niwasihi Watanzania kwamba baada ya uboreshaji huu hakutakuwa na uboreshaji mwingine. Leo siku ya tatu, bado siku nne. Wananchi tafadhali mjitokeze kuja kuboresha au kujiandikisha. Usipojitokeza, usipo kuboresha au kuja kujiandikisha, huwe na uhakika kwamba hutashiriki katika kuchagua uh, kuchagua kiongozi wako itakapofika mwezi Oktoba. Lakini kama unataka kupiga kura hutapiga kura kama hujajiandikisha kupiga kura. Kwa upande wake, afisa mwandikishaji wa jimbo la Chalinze, ndugu Ramadhan Posi, ameeleza namna uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na uwekaji wazi wa daftari la awali unavyoendelea. Pili linakwenda vizuri, tumeanza tarehe kumi na sita, tunategemea kumaliza tarehe ishirini na mbili. Sofa tunakwenda vizuri awali tulikuwa awamu ya ilikuwa na vituo 325 , sasa ishiiatao vituo 48 Na kama mnavoona, hii kua mzuri, tumeweza kuhamasisha watu wale ambao hawakupata nafasi pae hili swala. Mamboni mazui challenge wale ambao wakubahatika ile awamu ya kwanza, basi hii ndo ndo nafasi yenyewe kwa sababu kama alivyokuwa ametangaza pale mwenyekiti kwamba hakutokuwa na zoezi lingine kama hili. Kwa hiyo natoa na wazo, na tunatumia sana redio yetu ya Chanzi FM kwaweza kuwahamasisha watu, na wanajitokeza kwa kweli, wanakwenda vizuri, mambo yanaenda vizuri. Zoezi hilo linaendelea katika mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida na Dodoma. Mikoa mingine ni Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Vituo vya uboreshaji vinafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa kumi na mbili kamili jioni kwa muda wa siku saba, ambapo kauli mbiu inasema, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Chalinze mkoani Pwani, mimi ni Shafiru Makosa wa UCHAGUZI TV.